Kamanda wa polisi kikosi cha wanamaji Tanzania, nipo hapa leo Zanzibar nikiwa ni maelekezo ya mkuu wa jeshi la polisi kuja ukabidhi boti moja kwa ajili ya operesheni mbali mbalimbali, pamoja na shughuli za uokozi pindi majanga yatakapotokea baharini. Boti hii ni miongoni mwa boti tatu ambazo mkuu wa jeshi la polisi amezigawa kwa Zanzibar, kwa maana Zanzibar yenyewe kama Unguja, Pemba kusini na Pemba kaskazini. Kwa hiyo baada ya ukabidhi hapa, boti zingine mbili zitapelekwa Pemba kusini na Pemba kaskazini. Maelekezo ya mkuu wa jeshi la polisi ni kwamba boti hizi zitumike kwa tija, kwa kuzingatia kwamba fedha nyingi imetumika katika kununua boti hizi. Boti zilizonunuliwa ni kumi na moja zenye thamani ya bilioni 4.5 sawa na boti moja milioni mia nne ni kwamba boti hizi zitunzwe vizuri ili ziweze kudumu, ile thamani ya pesa ipate kuonekana, lakini kwa kuzingatia kwamba hii ni fedha nyingi na ni kodi ya wananchi.